Na mtazamaji karibu tena katika shajara siku ya leo, ikiwa inahusu David Maina na mkewe Beth Waithera. Wote wawili wamejaliwa kuwa na watoto watano. Mume David Maina ana saratani ya koo na kule na uvimbe kwenye tumbo, na anapambana nao hadi kufikia sasa e. Kwa sasa hivi anahitaji kuweza kuwezeshwa na hela ili akafanyiwe, uh, ukaguzi zaidi wa matibabu ili angalia atasaidika vipi, maanake kila kitu anachofanya anatumia mpira kwenye tumbo ilhali Ee, uh, alichowekewa katikati ya koo yake kwenda chini e, kilifungana, hivyo basi akisaidii tena uh, mke wake ambaye alikuwa anamuuguza Bet Waithera naye akapatikana na saratani ya titi, ili titi liliweza kukatwa e, lakini anahisi tena ana uvimbe na uchungu kwenye mgongo ana, anataka kwenda kufanyiwa pia vile ukaguzi wa haraka Tuombe Mungu kwamba isiwe ni jambo lingine ambalo litaweza kumpa matatizo kama aliyokuwa nayo. Ukiangalia katika picha ambazo tunazionyesha katika runinga, hizo ndio picha za moja kwa moja kuweza kuangalia jinsi ambavyo David Maina maisha yake anavyoendelea kwa hivi sasa. Sio picha nzuri e, ni picha ambayo kwa kweli ni ya kuhuzunisha na ni ya kusikitisha. Na nakujua ni kwamba Mungu ndiye mpangaji wa kila jambo, binadamu aijui kesho yake na Mungu akikupa mtihani lazima upambane. Maisha yao ukiangalia kiuchochole, kwa kweli wanapambana kwa hivi sasa, wameuza mali walizokuwa nazo ili wapambane na kujitibu, na hizo ndio ndoo ambazo kila sekunde, kila dakika lazima David Maina basi, ni mate ni nini, aweze kutema pale kwenye ndoo. e, mtu aliyekuwa na tabasamu, mtu aliyekuwa kipenzi cha wengi, hivi sasa anakuwa na changamoto hiyo katika kurasa ambao kwa kweli ni ya uchungu zaidi, mtazamaji. Nambari ya simu 0710294938, 0710294938. jina la hiyo nambari ya simu ni David Gikonyo, ndio itaweza kuleta tafadhali. Kwa shilingi moja, kwa shilingi mbili, chochote kile, tutaweza kuwa tumesaidia sana wa ndugu zetu, ili wakapate matibabu, angalau wasukume gurudumu la maisha. Na pia wana watoto ambao walikuwa wengine kwa wanasoma wameacha kusoma kwa sababu baba hivi sasa na mama wana kibarua uh, kupigania afya ili wapate afya, wahudumie watoto. Na wanapokuwa wanapigania afya zao, watoto nao wanakosa mahitaji ya kimsingi kama vile elimu na wakati mwingine pia malazi na chakula, inakuwa ni changamoto katika maisha yao. Kwa hiyo tuwasaidie kupitia nambari ya simu ya 0710294938, 0710294938. Na ukumbuka kama wewe pia ni daktari, uko tayari kuwafanyia labda pengine usaidizi bila malipo, ni sawa pia, utakuwa umeweza kufurahia. Wewe ni mtu ambaye unaweza kuwatengezea makazi wale watoto walio pale, sawa ni mtu unaweza kuwasaidia kuwalipia karo wale watoto, kwa pale wakupata elimu pia, hao watafurahia, umewapunguzia mzigo mmoja, umewachia wapambane na mzigo mwingine wa afya walionayo. Uh, David Maina uh, ulikuwa na mtu ambaye alikuwa ni nguzo kwako, ambaye ni mke wako akawa anakuuguza bila kujali itakuwaje naye Mwenyezi Mungu akampa mtihani wa saratani pia ee. hmm. uh, taarifa hizi kwa kweli nasema kwamba ulimwachia Mwenyezi Mungu, hmm. kwamba Mungu wewe ndio kila kitu, kwa hiyo tuendelee. Lakini naamini hata kama ulimwachia Mwenyezi Mungu, zilikupa maswali mengi sana sana na changamoto sana, kwa sababu vile tu ni kawaida tu na binadamu yeyote mm -hmm. kuna pahali mtu amewekea hope mm -hmm. kwa maisha yako na sana sana bibi na bwana mm -hmm. wa kila mtu, hofu yake iko kwa bibi na bwana, familia ndio watoto wanafuata mm -hmm. Sasa kama we umeremewa, mwingine mwenye mwekea hofu kidogo pia naye ameremewa, si unaona stress zina zitazidi? mm -hmm. lakini kwa, kwa sababu ya Mungu ama nguvu za Mungu Unaona wakati mwingi huwa natabasamu. mm -hmm. na roho yangu pia nikaifanya ni, ni, ni ikue kubwa ndio mm -hmm. niweze ku accommodate yale mambo, isifikie pahali nimefika, ile si stage inaitwa ya depression. mm -hmm. na Mungu amenisaidia, sijafika, sijapokuwa nzidi kumuomba na kumuomba awasaidie watu, mm -hmm. majirani, Wakenya wenzangu, mm -hmm. kwa sababu watu wamenisaidia ndio niweze Kufauru kwa haya maisha. Kile kitu kimoja ambacho ulize David, yeah, kile kitu kimoja ambacho ungependa wa Kenya wakifanya, yeah, una imani kwamba afya yako itakuwa ina, inaenda kupata nafuu ni kipi? kile kitu wa Kenya wenzangu mm -hmm. wanaweza nifanyia, kuna mambo muhimu ya msingi mm -hmm. mambo ya muhimu ikiwa kwanza ni afya mm -hmm. Changamoto ya hiyo afya yangu imekuwa sana sana ni fedha. Mm -hmm. changa ingi, changamoto ingine ni ya watoto, lishe, mavazi ni shida. Kila kitu pale kwangu ni vita. kupata mtu mm -hmm. ako na msaada wowote aina yote akinisaidia mm -hmm. nitafurahia na itaendelea kuimprove akili zangu, tuseme akili, unajua hata kupona Mm -hmm. Kupona kwanza hata kama ni ugonjwa wowote ule, kupona mtu waza na akili. Ni ugonjwa mm -hmm. wowote ule, kupona mtu waza na akili. Ukianza kupona akili, hata huo ugonjwa mwingine utapoa. Huo msaada utanisaidia kwa sababu utaanza kupona akili mm -hmm. Utaniongezea hope hata ya kuishi zaidi. Kwa sababu hakuna kitu Mungu hawezi dunia hii mm hata -hmm. Huo ugonjwa tutapona miko na hope nitapona. Ndio naona Mungu amenijalia sana mm -hmm. Nimekaa na ugonjwa sasa miaka sita na bado nipo. Inshallah Mwenyezi Mungu atakujalia uwepo, e kuombea Mwenyezi Mungu. Na ndio maana umeona amefanya nimefika hapa Citizen. Na kwa sababu nataka niishi na mtazamaji, kama unavyosikia David Maina, mwaka 2019 kwenda kwa ishirini, napata saratani ishafika stage 4 kama anavyokuambia ukimwona kwa hivi sasa, tabasamu lipo, ana matumaini amemwelekea Mwenyezi Mungu lakini na changamoto ameweza kuziainisha kama nne. Ya kwanza akisema afya yake na afya ya mke wake anataka, ni maswala ambayo Wakenya tuangalie tutamsaidia vipi hii afya iimarike. Pili anazungumzia kuhusiana na maswala ya watoto wake, elimu yao, anasema ni muhimu watoto wasome, lakini hawezi soma kama pia chakula chenye kula ni matatizo, hawezi soma pia kama vile vile mahali anapokaa hapa mtiani na hata nguo zao wenyewe pia vile vile ni za mtiani. Kitambo ulikuwa kwa singetuomba chochote Alikuwa na uwezo wa kuhudumia familia yake, lakini hali aliyopo, hana budi. Anasema mficha uchi hazai, lazima aje kwetu tuweze kumsaidia. Ntarudi kwa dakika kadhaa kabla mapumziko mengine. Kwako Beth, wewe mwenyewe ulivyopata, nimekuona ulivyokuwa wewe umepata, umeambiwa kwamba una saratani ilikulemea, mpaka anasema kwamba daktari alisimama mm -hmm. akakuambia, ukashtuka, ukafanya hivi mm -hmm. unapomwangalia David Maina mume wako mm -hmm. na jinsi alivyo na wewe ulichokipitia na wewe pia ulipitia na ukashtuka, mm. lakini kuna ujasiri fulani ambao uko nao mm. David man nini una maana yake, wewe mwenyewe umelemewa, mm. na daktari anakuambia kwamba aliiondoa na ukizungumza bado inaonesha kwamba imekulemea, mm. je, huyu kwa David ambaye alipata taarifa ugonjwa nao anatembea na mpira na stand kwa kwa kwa koo yake, lakini bado hajakata matumaini, kwanza huwa anashukuru Mungu maana amempa Yaani roho kubwa, yaani yeye sana, sana, si niseme si kama mimi. Juu hata hata hiyo nakubaliana na wewe juu hata, hata na ehe, juu hata wakati tuliambiwa na yeye uh-huh, nini result zake yeye hata akubabaika, yes, alishtuka lakini akafanya tu, ni sawa naam. Lakini mimi juu singe muonyesha saa hiyo machozi, lakini nililia na ndani nikajiuliza mambo mengi sana lakini yote juu ni Mungu. mm -hmm. na huu mtihani ni Mungu ameuleta. mm -hmm. ingawa ni mgumu na huwa anaomba Mungu. mm -hmm. kama hivyo mme wangu amesema wa juu ukijiongezea stress sana, mm -hmm. tena utapata ugonjwa mwingine wa fikra. mm -hmm. ingawa saa zingine watu wakiwa wawili wana ugonjwa, mm -hmm. sana sana huwa mnakosana, mm -hmm. kusema ukweli. mm -hmm. juu tuseme ninaona yeye ni kama haumwi, ama anaona kama siumwi. Asikia, anaona kama umuelewi ni kama ni kama simjari mm -hmm. nami naona ni kama anijali. Sasa hapo msipoweka Mungu katikati yenu awasaidie, mtakuwa mm -hmm. na kibarua kingumu, lakini kwa yote mm -hmm. hua tunakubaliana, hata kama kuna hiyo mm -hmm. tu, safari tunaiendelea kama ni, matibabu. Kwa ni kwa ufupi ninavyokuelewa inavyo eh. Na nitazungumza mbele ya, ya, ya mume wako David Maina Beth, eh. ni kwamba ni um, umwelewe eh na umvumilie e, hayo maneno mawili, kwa sababu kuna wakati mwingine anaweza kuwa na uchungu sana e, kama wanaume e, akachukua uchungu wake akauleta kwako kwa na kitu kidogo, muelewe mm, kwamba mume wangu ana, lakini ikafika muda uchungu ukiondoka, nafikiri atakwambia kwamba pale nimeoverreact, lakini samani. Kwa hiyo mpende, mvumilie, muelewe, na naamini kwamba mtasaidiana katika safari ya kupata a, matibabu mm, a, mitiani itatokea wakati kama huo mm, lakini kuna swali pia amesema kwamba alivyosikia wewe mgonjwa ilimchanganya. Maanake alikuwa anajua wewe ndio matumaini kwake mm, wewe ndio nguvu kwake mm, wewe ndio kila kitu kwake. Na hivi sasa unapokuwa sema kwamba una uvimbe huko nyuma, unasikia uchungu mm, unaenea ule uvimbe ama ni sehemu ndogo peke yake? Ni ndogo, lakini tangu nianze kusikia, unajua mm. Nayo mafikira ukipata jeraha pahali mm. akili zote huwa zinakuwa hapo. Ni ukweli. Sasa sana sana huku kwa shingo Naam. huwa anasikia ni kama nimechoka, ni kama nimebeba kitu Naam. Na sana sana siku, miezi kama mitatu mm -hmm. nimesikia, nimekuwa nikimwambia hata kama tuwako hivyo Mm. Sina mwingine wa kushare shida zangu mm. na yeye. Na ndiye rafiki yako? Eh, na ndiye rafiki yangu namwambia, Ai, mimi na hapa nyuma Eh, sijui ninasikia aje. Kwanza sana sana asubuhi nikiamka Mm-hmm. Tuseme siwezi pengine kaa hivyo ninaenda enda naosha tu. Na umeenda hospitali kutaka kujua kwa nini? Eh, nimeenda hospitali. So, Eh unaendelea na vipimo? Eh, naendelea tu na vipimo na mtazamaji nafikiri umeweza kusikia kauli ya Bet Waithera kwamba akiamka huwa anahisi uchungu, anataka afanyiwe vipimo vya kutosha, ajulikane ana tatizo gani. E, tuhisi tu ni maumivu ya kitu tofauti E, lakini kwa sababu anasema aliumwa na nyoka, akiona hata uzi anakimbia. Kwa sababu alikuwa na saratani kwenye titi, basi ule uvimbe unampa maswali mengi. Nafikiri kwamba kisaikolojia inamchanganya. kwa Mwenyezi, ina Mungu, isiwe Mwenyezi Mungu ikawa haya yaliyotoka huku yamekuja huku, na tunaomba Mwenyezi Mungu kwamba isiwe hivyo. Tunakuombea Mwenyezi Mungu, lakini e, cha msingi matibabu, cha msingi vipimo vifanyike kwa haraka, vipimo viweze kufanyika kama kuna hela. Na kwa ndugu yangu naye ana kifaa ambacho akimsaidii kwa chochote ambacho kiliingizwa kwenye, kwenye mwili wake, na kifaa kile kwa sasa hivi kimeziba kime. Kwa hiyo angependa kitolewe, angependa kifanyiwe namna kifunguke, lakini yote yale ni hela. Hivi sasa anatumia mpira na sehemu tofauti, lakini kile cha mwanzo ambacho kilimfanya ile siku ya kwanza akapata biskuti japo na nasoda nakumbuka, usiku kimwekea sasa hivi akifanyi kazi mm. kwa hiyo hawa ndugu zetu wote wawili wanahitaji usaidizi wetu. Walikuwa kama mimi na wewe, wanasukuma gurudumu la maisha, ghafla siku moja wameamka, Mungu ameleta wa ukurasa mwingine tofauti. Hakuna tofauti ya mimi na wewe, ni kuombeana afya njema <coughs> lakini cha msingi zaidi tuwasaidie. 0710 294938, 0710 294938, ndio nambari hiyo. E, ya simu ambayo itakuja jina na David Gikonyo hapo, unaweza tuma chochote kile kitaweza kuwasaidia, manake wanaangaliwa na watoto watano, wawili walimaliza, wanapambana japo kutafuta kidogo kusaidia familia, lakini hawana kazi, lakini wapo watatu ambao pia vile vile wanahitaji usaidizi wetu. Tusonge mbele na mtazamaji, tukirudi tazungumza kwa kirefu zaidi, lakini hii ni saratani ambayo imeingia katika familia, mtu anamtegemea mwenzake